na nasaha hizo kwa watu au ala kulli ahadin au tunazunguka nazo juu ya kila mmoja liwakiu alaiha kwa ajili watiye saini juu yake. Sipana watu hao wanaandaa waraka wa kumnasihi kiongozi alafu wanasema, tunaomba saini zenu wananchi, kwa hivyo tutazungusha huu waraka eh, kata kwa kata, kijiji kwa kijiji, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa watu kwa nani, kwa muheshimi aone kwamba wananchi wanamnasihi wanam watu wanazunguka huko wakitafuta saini. Huo sio utaratibu wa sisi waislamu si. wa kunasihi sio utaratibu wa da'wa salafiya ii. Wallahi alazim watu wangelijua hii da'wa salafia wangeishika, ina maslahi makubwa na umma. Hebu tizama haya mafundisho namna yanavyotufaa. Ha? na lau watawala wangeijua hii da'wa salafia namna inavyotetea inavyotetea maslahi yao, wangekimbilia katika misikiti ya masalafi. Lakini wallahi itabakia kuwa ni haki tu, hata kama hawaisapoti au hawa tunaowatetea. Ndio maana usidhani maneno haya tunayazungumza labda kuna, kuna mtu katutuma au kuna sapoti yoyote kutoka kwa hawa watawala. Sisi tunazungumza misingi ya dini yetu na tuko vile vile na njia zetu, na sisi kwamba haya maneno kwamba tunaomba, a a, nazungumza uhalisia wa dawa hii, ni miiko ya dawa salafia, ni mambo ambayo yamejengwa kwenye ya imani yetu, lazima tuyasome tuambiane, katika madarasa yetu misikitini, ndiyo dawa na ndio maana watu wasiojua dawa salafia wakisikia maneno haya tu, wanatafsiri kwamba hawa ni vibaraka, hawa jamaa wanatumika, maana ni maneno ya kuwasaidia viongozi na kuwahami. Hii ni kwa sababu Uislamu unajua nafasi za viongozi na madhara yanayopatikana kwa kuwateteresha viongozi kwenye umma. Niliwahi kuwaambia hapa maneno aliyowahi kuyazungumza Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, anasema nchi kutawaliwa na kiongozi dhalim dhalim kabisa, bali asiyekuwa mwislamu lakini yupo ni bora kuliko nchi kukaa usiku mmoja pasi na kiongozi. Kiongozi anasimamia maslahi mangapi ya watu? Sasa haya maneno tunayozungumza sisi tadayyunan kwa ajili ya kutafuta dini wala haina maana kwamba kuna mkono wowote wa hao viongozi umepi, umepitishwa huku unatusaidia una kuyasema haya uzuri. Nchi hizi zina mifumo eh, ya vyombo. Kama kuna kitu umepewa uwezi ukataa, hakiji hivi hivi, kinajulikana kwayo, utaonekana mwongo wewe. Si unawezeshwa? E nyewe si mnapewa ruzuku hapo? Mbona nasema upate kitu? Vyombo vinajua kwamba hapa hamna kitu. Lakini haya tunayazungumza kwa sababu ya dini yetu bali wakati mwingine madhara yanatukuta sisi sisi ambao tunazungumza hizi nidhamu kwa watawala waheshimiwe, wasitukane, waombee dua, na tunawaombea dua. Wakati mwingine hao hao watawala au wasaidizi wao wakatudhuru sisi kwa mambo ya kijinga tu. Akaja mtu hapa akafunga msikiti kwa sababu matundu ya vyoo machache. Hey, nyinyi mko ngapi hapa? Tuko mia nne. Matundu haya mangapi? matundu kumi tu, hatuna uwezo. Shekhe afunga ha, hapa bila hata kutuhurumia. Lakini tuwasaidie kuongezea matundu. Yanatuke, yanatukuta hayo katika markazi zetu za masalafi. Zinafungiwa kwa eh, mbona matundu ya vyoo machache, tutafanyaje sasa? Hatuna uwezo, tujengeni mengine, hatujengewi na markazi yafungwa. Aa, vijana wote wenye kusoma dini waende nyumbani kwanza. Yanatokea hayo, wakati sisi tunawaandaa watu wa kuzilea jamii kiroho maana hawa maimamu wa misikiti waalimu wa, wa madarasa makhatibu mashekhe makadhi, hamuwandai katika vyuo vyenu. Kuna shekhe anaeandaliwa yudom au Dar es Salaam University? Mashekhe wanaandaliwa humu katika madarisi, ambao nyie mnawataka. Mkitaka dua mnakuja huku, sijui mnataka kufundiwa ndoa mnakuja huko siu so, nataka kitu gani mnakuja huko? Nataka mswalishwe, mtolewe khutuba za Ijumaa, watoto wenu wafundishwe Qur'ani, nitafutie maalimu shekhe, anisomeshie watoto wangu madrasa bana ma. Nataka niwalee kiroho. Sasa madrasa mnazifunga, huyo maalimu atatoka wapi? Atatokea sua University au sokoine kule? Kunatoka mashekhe ni huku huku, ndio kwenye mashekhe. Na hawa mashekhe walio juu katika hizo taasisi za Kiislamu wamesoma huku misikitini kwenye hizi madrasa hizi, haya maneno. Kuna wakati mufti aliyezungumza maneno haya, mufti wa nchi ya Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir kwamba mashake wanatoka humuhumu, lazima muwezeshe hivi vituo. Lakini wakati mwingine madhara yanatukuta pamoja, kwamba kwa sisi tunasaidia ndio kuna kizaazaa kikubwa, lakini hatuwezi kuacha kusema, au ikawa ndo tumeweka kisasi, tutawakomesha hawa, we ngoja tu a -a, dawa salafia

akikudhulumu mali au akikupiga usiache kumtii. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo wale watu wenye kusema kwamba labda hawa wametumwa, basi amwangalie hata hali zetu na marakizi zetu na tunavyokwenda. Lakini tunayazungumza haya kwa sababu ni da'wa yetu, mi naelewa, eh. Kwa hiyo kuna watu wanazurura huko na nasaha kwenye nyaraka eti za watawala wakitafuta saini za watu. Shekh Alfauzani anasema huu utaratibu wa kukusanya saini au sahihi sijui za watu sio utaratibu sahihi wa naqul, na tunasema eti tukiwa tunazunguka na kutafuta saini, hadhihi nasiha, hizi ni nasaha. La, shekh anasema hapana bwana, sio nasaha hizo. Hadhihi fadhiha, hizi ni fedheha bwana, unamfedhehi kiongozi. Hadhihi tutabaru

Almughridhun, mnaweza mkafikiri mnapambania haki, kumbe mnapambania matumbo ya watu. Mtu anaweza akawajaza upepo akawatia kingi na nyeye mkaingia.